Askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Dodoma, e, mweshimuwa sana padri Wilbroad Enrick Kibozi ameibua msamiati mpya kwenye siasa za Tanzania baada ya kuwataja wale ambao wamekuwa wakilishambulia kanisa Katoliki hasa kikundi cha watu ambao walijitokeza hivi karibuni wakiandamana kuelekea kwenye makao ya balozi wa Baba Mtakatifu nchini e, e, mwashamu Baba Askofu amewaita ni watu ambao e, ni GMO kwa maana ni genetic modified organisms, yani ni viumbe ambao wamebadilishwa e, ile vina saba. Akitamani sana waweze kurudishwa e, na mapadri ambao watakuwa wakiwakutana nao katika maeneo mbalimbali, hasa e, wakiwa ni waamini wa kanisa Katoliki kupitia mafundisho yao ya katekismo, kipaimara, wataweza e, kurudishwa kwenye misingi kabisa ya Mungu ambayo ni ya haki na upendo. Sasa baba askofu huyu ni nani? E, pad, e, Padri Wilbrodi Henrik Kibozi alizaliwa mnamo tarehe 30 ya mwezi Aprili mwaka 1973 mjini Dodoma. majiudo yake baada ya sekondari Alisoma falsafa katika seminari kuu ya Ntungamo jimbo, jimbo Katoliki la Bukoba na tayari Mungu katika seminari kuu ya Kipalapala jimbo kuu Katoliki la Tabora. Baada ya kufanya shughuli za kichungaji kwa mujibu wa mwaka mmoja katika parokia ya Mtakatifu Yohana ya Mbatizaji huko Chalinze, Dodoma aliendelea na masomo na kupata leseni na shahada ya udaktari wa taalimungu katika kitivo cha, e, cha taalimungu cha Italia ya kati huko Firenze. Alipewa daraja ya takatifu la opadre mnamo tarehe tisa Julai mwaka elfu mbili na kumi kat, e, e, katika jimbo lake kuu la Dodoma. Nyazifa mbalimbali ambazo amewahi kuzishika E, alishika hata nyazifa nyingine kama vile paroko msaidizi wa Lumoma e, mnamo mwaka 2010 mpaka 2012, mkurugenzi wa miito jimbo kuu la Dodoma 2012 e, mpaka 14, muungamishi katika nyumba ya malezi huko Livomo Italia 2017 mpaka 19 mkufunzi wa, wa seminari katika chuo kikuu cha Jordan Morogoro mwaka 2019 mpaka 2020 tangu 2020 amekuwa makamu gambera na profesa katika seminari kuu ya familia takatifu ya Kaama Tanzania. Eh, huu ni wasifu wa baba Askofu eh, Wilbrod Henry Kibozi ambaye ameibua mjadala eh, mkubwa katika siasa za Tanzania. Hivi siku ya leo kizazi chetu kina GMO nyingi sana, genetiki modifies organ organism au Kiswahili tungeweza kusema labda ni viumbe ambavyo vimebadilishwa vile vinasaba, na kwa sababu hiyo wanaishi nje ya vinasaba vyao. GMO, tuna GMO ambao ni mapadri, tuna GMO waamini, tuna GMO watawa Wanaishi kinyume na utofauti na kile ambacho wanapaswa kukiishi. Lakini pia waamini GMO wako wengi. Siku za hivi karibuni, nimesikia kuna GMO wakiwa wanaandamana kwenda kwenye ofisi fulani. Hao ni GMO. Hawa waajabu kabisa, unaenda kufanya nini? Wamepoteza ule uhalisia wao, ile identity. Wanakubali kununuliwa ili waende kuchafua kazi ya Mungu. Ninyi tunawaomba mkapambane na hao GMO. Lakini hakikisheni kwanza ninyi wenyewe sio GMO.